Safi sana, ishirini na tisa kuna uchaguzi mwezi huu, na tukasema tutoe baraka, lakini kwa kutambua umuhimu wa kuunda serikali tuache tohara tarehe ishirini na moja mpaka tarehe thelathini ili tusisababishe wagonjwa wasiokwenda kupiga kura wakati wana haki wa kupita kura. Hatujaambiana tarehe tatu ili mkuu wa mkoa aelewe mafurika ya siku hiyo ilikuwa ni, ku, ni kuandaa uchaguzi. Ukitahiri vijana elfu, elfu moja hapa sitapunguza kura, maana kama ni mgonjwa ataendaje kupiga kura? Tulishasema jamii ama wako katika mkakati wala sio nyuma ya kuunda serikali, kushiriki uchaguzi, kuchagua diwani, mbunge, mpate pale na rais watakayemtaka. Hiyo siku ni takatifu katika taifa la Tanzania hiyo siku ni njema na tumeambiana, jamii ya Maa, hatutaki kushika mkia, tunataka kushika mbele katika uchaguzi katika vitongoji vyetu, vijiji vyetu, kata zetu, wilaya zetu na mkoa wetu. Sinawezekana, Mzee Kisonga wakati ananieleza kwamba ishirini na tisa mtaenda kupiga kura. Sasa yani, katika jeshi hawa ndo majenerali hao. <laughs> hawa ndo majenerali yeah. Kwenye familia wanatoa tu maelekezo kwamba ishirini na tisa twende tukapige kura. Kwa hiyo nyie mme mbele ya mzee Kisongo mmesema ishirini na tisa mnaenda kupiga kura, mmesema tarehe ishiri na tisa ni amani. Wangapi tunaendelea kukubaliana hivyo? Nyinyi mkiamua kwamba tarehe ishiri na tisa tutakuwa na uchaguzi na kila mmoja akajitokeze kupiga kura, kwa jamii nzima ya Kimasai, kwa sababu nyie hamna mipaka ya mkoa. Mmetaja watu wa Simanjiro, mmetaja watu wa Andeni, mmetaja watu sehemu mbalimbali. Peleka message hiyo maeneo yote, jamii nzima itakwenda kupiga kura. Kwa hiyo niwashukuru sana nyinyi viongozi wa mila kutoka maeneo yote kwamba mmeridhika na kazi nzuri zinazofanywa na serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mmeridhika na amani na utulivu na maendeleo tunayopata. Basi ni washawishi mwende katika jamii zetu, tukawakumbushe kwamba ishirini na tisa tukatumia haki yetu ya kikatiba kwenda kushiriki uchaguzi kupiga kura. Tukipiga kura, mtoe maelekezo ya watu kurudi nyumbani kupumzika ili tume ya uchaguzi iweze kuendelea na zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo. Kama mkuu wa mkoa nawahakikishia, najua na nyinyi ni walinzi wa jamii yetu. Nawahakikishie vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha, tutahakikisha pana amani na utulivu kuanzia sasa, wakati wa kupiga kura na baada ya uchaguzi.